Kama wewe ni mchoraji na una struggle sana kwenye mazoezi yako na, upati matokeo vipenzi, na sana, haupati matokeo sahihi, unatakiwa ufanye nini? Hello vipenzi, karibuni hapa. Leo nimekuja na suluhisho kwa watu ambao wana struggle sana lakini hawapati matokeo sahihi kwenye swala zima la uchoraji wa hina. Kwanza kabisa kama ninavyosema siku zote vipenzi, tenga muda wa mazoezi, hakikisha kila siku wewe umefanya zoezi ya chochote, hata kama umechora mstari tu, hata kama umechora maduara, ili mradi umeshika hiyo koni. Umeelewa? Hakikisha hilo la kwanza. La pili, usiwe mvivu kwamba umefanya zoezi ya kwanza, umeona umekosea, umeacha, ukija tena kufanya mazoezi mpaka wiki tena inayokuja. Hapana, uvivu weka pembeni. Swala la tatu, usiogope kujaribu maua tofauti tofauti, uwe unayajua uwe huyajui Jitahidi kujifunza maua ya design tofauti, kwa sababu hutopata wateja wa maua ambayo wewe unayataka. Maua ambayo wateja wanayataka ndio unatakiwa wewe uyafanyie mazoezi. Umeelewa? Juzi niliposti video ya kusema kwamba unatakiwa uanze kufanya mazoezi ya rose simple, kisha uendelee na mazoezi mengine. Zoezi jingine ndo hili hapa. Ukishaanza kuchora marozi yale simple, unatakiwa uanze pia kuchora marozi ya kujaa. Haya marozi ya kujaa ya yatakusaidia wewe kwa wateja ambao maybe ni maharusi, ama wale ambao wanapenda maua ya kujaa. Hii itakusaidia sana. Kwa hiyo kwenye mazoezi yako jifunze kuchora maua rozi simple na maua ambayo ya kujaa. Kama hivi. Karibuni sana darasani, mpenzi.